Hii ni kazi hii sio kazi yetu. Huyu mteja tulimfungia kiejichii hapa na pale huku, akaweka mpira kama unavyoona. Panya unaona panya walichomfanyia ndio maana tunashauri sio sio salama kuweka mpira. Njia pekee ya kuweka ni kopa huku ni kwa nje, ndani nako panya wamekula wame panya wametafuna mpira kama unavyoona. Kwa hiyo sasa hivi tumemfungia, tumefunga kopa hii hapa imefika hapa, ni rahisi. ni rahisi rahisi kufuatilia kipisi cha kutoka hapa mpaka hapa, tofauti na ipite muone, mwona kwa imepita chini pale nao tumeka kopa hiyo hapo. Usifunge sistimu ya gesi na mpira, ni hatari. Ni bora mtungi wako ukae ndani tukuliko kufunga na mpira, ni hatari.